Baba yetu Yesu Kristu apewe sifa apewe sifa tena. Kwa majina anaitwa Consolata Francis, nimeokoka na Baba yetu Yesu Kristu amekuwa mwokozi wa maisha yangu, na huwa anahubiri habari njema ya nyakati hizi za mwisho so na uh, namba utakapo kutana na video yangu ukapate kushare na ujumbe wangu ukapate kufikia watu wengi zaidi na zaidi. Na leo ningependa kufundisha juu ya kuacha uchawi, ya kuacha uganga, ya mtu yoyote ambaye aliweza kujoin Illuminati, hii ni video yenu, naombeni mkapate kunifuatilia step by step, kwa maana siku zinakaribia. Wewe nabii, wewe nabii wa uongo ambaye ulienda uh, kutumikia shetani, naomba ukapate kuacha kumtumikia shetani na ukaweze kumrudia Baba yetu Yesu Kristu katika roho na katika kweli. Saa hii si wakati wa kushikilia kitu chochote, sio wakati wa kushikilia kitu chochote, kwa maana ndugu zangu na dada zangu, kuna moto mkali wa jehanamu ambao ni moto wa milele na milele. So na ufalme wa mbinguni unakaribia. Mtu yoyote asiweze kuwadanganya kwamba hakuna moto wa jehanamu. Hapana, mtu huyo atakuwa anakudanganya. Nilisikia mama mwingine akikonvince aki, aki, aki, aki watu ya kwamba hakuna hakuna jehanamu, lakini jehanamu iko. Wapendwa, ni wakati wa kutubu na kuacha dhambi na kumrudia Baba yetu wa mbinguni. uh, so uh, wewe ambaye unafuga majini, ume- umepanga kuua watu hadi lini? wewe ambaye una- unafanya uchawi, utaweza ku, kuua watu hadi lini? ama utatesa watu mpaka lini? ama wewe nabii wa uongo, utadanganya watu mpaka lini? wewe mganga utadanganya na kuibia watu hadi lini? So sahi ni wakati wa kuachana na hizo vitu na mkapate kumrudia baba yetu Yesu Kristo. Na leo ningependa tu kuwafundisha kwa upendo, kwa maana kuna watu ambaye wanajua haki hata hawafai kuhubiriwa habari njema, kwa maana wanajua haki ambayo ni manabii wa uongo so. Lakini kwa ajili ya upendo, naombeni mkapate kutubu, kwa maana siku zinakaribia, so, hmm. Uh, inaweza kuwa watu wana expect kuona mtu ako na pesa akiwahubiria ama inaweza kuwa wanataka kuona mtu ambaye amevalia mavazi mazuri wana, watu wamezoea kuhubiriwa na legends, lakini naombeni mkapate kunisikiza kwa maana huduma yangu mimi niliweza ku, kuitwa na baba yetu Yesu Kristu, na si kwenda any bible school na nikaanza kuhubiri katika kitabu cha ufunuo wa Yohana ambao ni revelation. So sasa ni wakati wa kusoma kitabu kile cha ufunuo wa Yohana na kujua siri nyingi ambazo zimefichika kushika kuhusu ufalme wa mbinguni kwa maana unakaribia. So wengine labda wanangojea Elijah, Elijah uh, Elijah, tukiangalia wakati wa John, John John the Baptist uh, John, John the Baptist aliweza kutumwa na baba yetu wa mbinguni ili aka, akaweze kuja kuambia watu watubu na ten, ana watu wapate kuinyosha njia ya baba yetu Yesu Kristu, na watu wengi waliweza kumpuuza na tukianga